Karibu tena kwenye Ulimwengu wa Feminine. Ninafurahi sana sana sana kukuona tena kwenye channel yetu ya Ulimwengu wa Feminine again. Tunaendelea kama kawaida, leo tunajifunza jinsi ya kuboresha mwonekano wako kama mwanamke feminine kiasi kwamba yani hauna haja ya kujielezea sana, mwonekano wako tu wenyewe unajielezea ukiwa popote pale. Nini ambacho ufanye ili uonekane mrembo, uonekane umependeza, mwonekano wako huo umeboreshwa, uwe tofauti na wengine, yani wale wanawake ambao siku zote wao wanaonekana wamependeza tu. Mpaka mwisho wa hii video utakuwa tayari umeshajua nini cha kufanya, wapi pa kuanzia, kuanzia kesho uanze kuboresha mwonekano wako na uwe kwenye kundi la wanawake ambao siku zote ni warembo, wamependeza kuna sababu nyingi za kutaka kupendeza mwanamke. Usiwe kwa wale wanawake lai amna shida, mimi hata nikivaa hivi kawaida Adela, Nikosawa tu napendeza, nikivaa dela niko sawa tu sina shida, nikivaa mosimo Jumatatu mpaka Jumatatu sina shida. Acha kujidanganya, kuna sababu nyingi sana za kwa nini unatakiwa upendeze kila siku wewe kama mwanamke femeni, sio tu kuvutia fursa, sio tu kuvutia pesa, sio tu kuonekana mrembo au kuwa sumaku huko njoo unapokuwepo kuwepo lakini pia ni kwa ajili ya wewe kujisikia vizuri. Zungumza kwamba wanawake wengi wanapishana na magari ya pesa kwa sababu mionekano yao iko hovyo, hawajatoka nyumbani kama mwanamke ambaye anaonekana amechukua muda kujiandaa, anajipenda. Usisingizie kwamba mi nikivaga hivi najikubali, napenda, sina mambo mengi no. Chukua hatua, onekana kama mwanamke ambaye ametumia muda kujiandaa. Wewe ni mwanamke, wewe ni maua. Kwa hiyo, yani ya amnaga huu ambalo likogo likogo tu huwa lazima liwe na urembo tofauti ya maua mengine. Ndio maana mara nyingi ukiwa haujapendeza umevaa hovyo, alafu ukatoka huko nje, niedha utakutana na exi, utakutana na bosi wako, utakutana na watu wako wa maana. Hiyo yenyewe ni ishara kiasi gani unatakiwa u unapendeza kila wakati, ili uepuke hiyo mambo ya kukutana na watu ambao ni wa maana, alafu wewe uko hovyo. Anza kukimbia unaanza kono, kula kono. Kitu cha kwanza lazima uwe na ratiba yako ya kujijali, hii ni self care routine. Hiyo ni inategemea kwa wiki au kwa mwezi, baada ya wiki mbili au hata kila siku, lazima uwe na ratiba ya kutengeneza kucha. Wewe kucha zako unatengeneza kila baada ya wiki ngapi? Andika chini. Nywele zako unatengeneza baada ya muda gani? Andika chini. Kuwa na ratiba ya kujali mwonekano wako. Fasho unafanya kwa mwezi mara ngapi? Kuwa na ratiba itakusaidia sana wewe kuto kuonekana hovyohovyo, kwa sababu unajua kabisa baada ya wiki mbili lazima nikatengeneze kucha, baada ya wiki tatu nywele zangu lazima niweke zingine. Weka ratiba ya kila kitu na muda ambao unatakiwa uwe unakifanya. Kwa mfano mimi, kila baada ya wiki mbili huwa naenda kutengeneza kucha, lakini ratiba yangu ya kila wiki ninaenda sauna, steam bath kwa ajili ya mwili wangu na kujisikia vizuri. Najua asubuhi lazima nifanye skin care, kabla ya kulala lazima nifanye skin care. Hizo ni ratiba ambazo nazifahamu kuhusiana na mimi na mwonekano wangu. Hiyo inakusaidia sana kufuata ratiba bila kujikuta unajisahau, kwa sababu ukiwa unafanya vitu randomly. Leo nikatengeneze kucha, nimeona hii kucha online sijui na nini, yaani hauna ratiba. Unakuwa overwhelmed na maisha yako yanakuwa yani yako random. Kitu cha pili siku zote vaa nguo kutokana na aina ya mwili wako. Wanawake wengi mnaangalia online sijui Pinterest, unaona mtu mwingine amevaa gauni ile na mwili wake ni tofauti na wako wako, unataka na uva hilo hilo kwa sababu umelipenda. No, angalia hata kama ni sawa ni hilo gauni umelipenda, lakini angalia vile linavyokaa kwenye mwili wako. Kama mwili wako ni mnene, kama mwili wako ni mwembamba, mionekano hiyo itakuwa miwili tofauti. Jitahidi sana kuvaa kutokana na your body type hiyo itakusaidia kuboost your confidence, na sio kwamba unakuwa umevaa ile character ya mtu mwingine uliyemwona online amependeza. Angalia aina gani ya mavazi yanakufiti vizuri kutokana na mwili wako, aidha ni magauni ya mpasuo, aidha ni penseli e, mami, jinsi zile una, una mahipsi au mwili wako umenyooka, una nyashi au una maziwa makubwa. Jifunze kuhusiana na mwili wako, alafu anza kuvaa kutokana na aina ya mwili wako, ili uone unajisikiaje, unajisikia confident, unajisikia free. Rangi gani nakupendeza? Unapenda pinki? Unapenda yelo? Angalia kitu ambacho kinaendana na wewe binafsi, yaani hapo wenyewe, una tengeneza lifestyle kwa ajili yako. Kitu cha tatu, siku zote look better, yaani pendeza pendeza bila kujali unaenda wapi. Wanawake wengi sana mnajaji mionekano yenu au nguo mnazovaa kutokana na sehemu unavyoenda. Unaona, naenda tu sokoni kununua vitu, kwa hiyo ngoja nivae kanga. Naenda tu hapo sijui wapi, ngoja nivae bukta. Naenda tu no Always look good kutokana na location unayoenda ya, yaani hiyo location unayoenda, make sure unapendeza zaidi ya hiyo location. Kama unaenda gym Make sure unakuwa na outfit nzuri kwa ajili ya gym. Unanukia vizuri, una accessory. Sio unaenda grocery shopping supermarket, hakikisha unavaa kitu chochote kile ambacho kinawakilisha elegant, kinawakilisha classic. Naweza kuwapa tips muhimu sana sana sana muonekano wa aina yoyote, either unavaa gauni au unavaa jeans, hakikisha viatu vyako vinanyanyuka kidogo, kwa vinakuwa na kisigino kidogo hivi usiwe tu unavaa mosimo usiwe tu unavaa sijui mas siu kitu gani, japo kuna aina ya mavazi unaweza h kama unaenda beach, kama unaenda swimming jitahidi uvae viatu ambavyo vina kisigino at least hata kidogo, nchi kidogo tu, vipo zile kitten heels, hizo ni nzuri sana kwa ajili ya kuboresha mwonekano wako, haijalishi kujua utakavyovaa, lakini kiatu tu chenyewe kinaweza kubeba mwonekano wako kwa asilimia kubwa. Tipu ya nne, jamani, ukiwa unavaa nguo zako, kama haujui jinsi ya kubalansi rangi, bora uvae rangi moja juu mpaka chini. Yaani kama umeamka leo, haujui hata, sijui ni vae rangi gani, sijui kitu gani, wewe vaa nyeusi tu, full black au full brown, jifunze jinsi ya kumatch color na kutokana na aina ya ngozi yako. Ukishaanza kujua your body type utaanza kujua about color, utajua rangi gani inaendana na ngozi yako, utaona aina gani ya mavazi. Kwa hiyo kwenye rangi pia ni kitu cha muhimu. Kama haujui rangi ya kuvaa tafuta rangi ambazo zinaendana, ingia Pinterest angalia color. Jifunze kuhusu rangi za nguo na rangi yako ya mwili inaendana vipi, kuliko uvae kachumbari huku njano, huku nyekundu, huku kijani, huku bluu, yani hueleweki. Tafrani, bora uvae rangi moja juu mpaka chini. Kitu cha tano, jamani, accessory. Accessory ni kitu cha muhimu sana, kita boost confidence yako wewe kama mwanamke na kuonekana mrembo kila siku. Jifunze kuvaa hereni ambazo ni very simple, very classic. Usisahau kuwa na at least bracelet yoyote, kama una pet kutokana na sehemu unakokwenda, hakikisha accessories zako zimekaa vizuri na on point. Usi over accessorize wala usi under accessorize, siku zote balance, ili uonekane classic na elegant. Usiende mahali bila hata hereni, usiende mahali bila hata bracelets. Accessories siku zote zinabeba mwonekano wako wewe kama mwanamke okay, okay. Kitu, kitu cha msingi sana, usisahau kuwa na perfume ambayo inakuwakilisha wewe binafsi. Achana na hizo perfume ambazo zina trendy ambazo zinaonekana huko kila mtu anazitumia. Lakini signature perfume itakusaidia sana ku boost your confidence na pia kujisikia vizuri na kuonekana unique uko nje. Tafuta perfume yenye vanilla, strawberry, hizo ni perfume ambazo ni very soft na ni must have kwa kila mwanamke. Ukiwa una combine, unatengeneza signature perfume, ni muhimu sana sana, inakuwakilisha wewe. Ushaingia sehemu yaani mtu anajua kabisa, "Oh, okay, hii smell sijawahi kuisikia." Ni either unavyo mixi oils pamoja na na perfume zako pendwa au vile unavyooga una, una body scrub za aina ngapi? Una lotion za aina ngapi? Siku zote kuwa na harufu ya kwako, kwa wewe mwenyewe binafsi. Vile unavyo mix perfume na harufu yako ya mwili inakusaidia sana kutengeneza ile harufu yako ya, ya kipekee, na sio kwamba kila mtu ana smell hii perfume. Oh, hii perfume nishaisikia kwa mtu fulani oh, hii perfume no. Oga tofauti, mix perfume zako tofauti tofauti, pulizia sehemu sahihi, lakini make sure you always smell good, harufu ambayo ni special kwa ajili yako wewe mwenyewe binafsi. Tip ya mwisho ni zile pochi zako. Wanawake wengi sana tumejikuta tuna mabegi tu yale ya kubeba mgongoni, unasahau kwamba wewe kama mwanamke unatakiwa uwe na pochi kadhaa kadhaa, nyingi kutokana na location tofauti, kutokana na aina ya mavazi tofauti. Tulikuwa tunajadili pia kwenye grupu masuala ya bags ambazo ni must have kwa kila mwanamke feminine. Tafuta bags ambazo unaweza kuvalia gauni, unaweza kuvalia skirt, unaweza kuvalia jeans, pochi tofauti tofauti. Wale ambao mnaenda ofisini tafuta pochi ambayo ni kubwa, unaweza kuweka laptop, unaweza kuweka kila kitu chako huko, lakini ni very unique na elegant. Tafuta bags ambazo unazibeba kwa pani, zingine za mabegani. Kuwa na bags tofauti, lakini always make sure unazingatia quality ya hizo bags au pochi ambazo unakuwa unazinunua, zitawakilisha elegant na classic. Kwa hiyo hakikisha hata kama una pochi tano ambazo ni nzuri, ni quality, sio unajaza pochi mia lakini low quality, hazieleweki material

unashusha mwonekano wako. Unaweza ukavaa vizuri ukapendeza unanukia, lakini pochi uliobeba ikashusha kabisa mwonekano wote. Ukianza kufuatilia hizo tips za kuboresha mwonekano wako kama mwanamke feminine kila siku, utaanza kuona utofauti mkubwa wa maisha yako ya uhalisia uko nje. Utaanza kukutana na watu ambao ni tofauti. Watu tofauti wataanza kuku approach, wale ambao wana value, kwa sababu unaonekana umeshaanza kuweka value thamani kwenye maisha yako. Unachukua muda kujiandaa, kutengeneza mwonekano wako, kwa hiyo hata hiyo energy pia ndio kufanya ukutane na watu sahihi, kwa sababu unaonekana jinsi gani unajipenda na unajijali. Anza kesho kuanza kuboresha mwonekano wako kutokana na hizo tips nizo kuelekeza, lakini pia usisahau kuandika kwenye comment tips zingine za muhimu kabisa ambazo unadhani ni muhimu sana kwa kila mwanamke feminine ili kuboresha mwonekano wake ili tuendelee kujifunza. Utaniambia kwenye komenti umejisikiaje au unakubaliana vipi na hii video na nini ambacho kingine unaweza kukiongezea kwenye komenti. Natumaini umejifunza chochote kile. Endelea kupendeza, endelea kuwa feminine, endelea kuenjoy maisha and have fun. Tukutane wakati mwingine, bye.